Wewe kaka, yes, salamu alaikum. siku msimu eh? siku msimu. Hiyo ni lugha gani waongea? si wanasalimiananga huko mkitini? mm. eh. ah, na wafanya nini hapa? mbona wajificha jificha? Nimeenda me, ni huko mskitini mm. eh, sina bui bu bui ah. Sasa nimekuwa nimekuja, asanya ni asimu yake niende msikutini asimu Ha, has, Hasani. Hassani? Mona yeah. Ko na mm. Mwona bui sozo nikuwa na, na kama una bui huko upewi pilau huko mm. Mkitini huko mm. ah. mm. Na we Muislamu kaka yeah, mimi uenda yeah, uenda swali mimi mm. Mm. Na waswaliaje huko, na inama hivi uh. Kwanza navaa ile kitu ni kama sahani kwa kichwa, alafu ni nama hivi yoleo. ah. leo wanampika pilau mingi huko sana. ah. mm. Sahani e, ile kilemba yao ile i, kama mkorino lakini hao unavaa tu hivi na una kanzu kaka, ndio ndio, ni Muislamu kweli. Maana nimekuja e, asinu, asinu ni azimu yake niende pia mimi ni swali Ah. Uswali, yes, swali. Uswali. Yes, swali. Na watu wa uswali, uswali. Mara ngapi kwa siku ndo nikujue kama mara... Nind... Ah. Yes. We nakushuku hata mi najua kusalimiana kilikum. Mm. Kile. We ni Mkenya kweli? Mimi Mkenya yes, mi basi kwa Kiislamu Mkenya. Mm. Mm. ukifika usikiti unasema Suleikum ala... yeah, uh... Suleikum musaba, niko kwa Qurani gani hiyo? Qurani Kurani. Kurani ya fasta mbio. Kurani. Ah. Eh. We mkora wewe, toka hapa. Mimi si mkora. Toka hapa wewe, wataka pilao. Pilao inanitoka hivyo.